Paten na Sargenti mm. waliiteka dunia ya singeli by storm sana. Yes. Lakini maswali yaliyobaki sasa hivi, je, mm. Dogo Paten yupo wapi? mm. Yuko wapi, Paten? Yuko busy sana jiandaa mitiani? Mitiani gani? hmm? Maisha mapya. Kwa nini anasoma yule? <coughs> Si ndio. Anasoma wapi? Sio kidato cha ngapi yule? Hakuna ha, bwana aje. Ah, hapana bwana. Yuko busy bwana. Yule yuko busy hapa na show. Ah, anafanya show. Wewe umesikia show yake? Mara ya mwisho show kafanya kwa Manara pale Kariakoo Mchikichini pale. Ah, kumbe atisi hey, anaonekana. Eh, sijui situ hapa kafanya. Atisi anaonekana. Sasa sisi tuongelee kuonekana. Kazi. Kazi. Kazi vipi? Kwa sababu Sergeant tunamuona Juice katoa ngoma na mtoto wa bambo huyo. Mtoto wa bambo, mtoto wa bambo na rap kama Yanglu. Yeah, Yanglu. Yes, yeah. ya kuchemsha. Katoa ngoma Sergeant alikuwa kwenye chorus pale, na tunamuona Juice. Uh, Sergeant pia aliongelewa kwenye shot Chino kuondoka karudi. Yes. So Sergeant alengeza zile stunts za kuonekana bado kwamba yupo kwenye game. Paten vipi? Mm. -hmm. <coughs> Natokumbuka mimi <maya> kuna siku nishakusema <coughs> kwamba wakati Pateni anajisahau kufanya show kila siku, atakuja kusahau kufanya ngoma zake, atakuja kusahau kwa mashabiki wanahitaji ngoma mpya, mashabiki wanahitaji ladha nyingine. Ushatoa ngoma polisi sikupendi na nini, je, baada ya hapo unakuja na ngoma gani? Unajisahau, huonekani kwenye game <coughs> vitu kama hivyo mm. Je, ule msemo wa watu aliokuwa nasema ya kwamba <coughs> Pateni mwenyewe hawezi kuandika wimbo alikuwa anategemea nguvu ya mdogo Sergeant Jeni. Kweli? Sasa maswali yanaanza kujirudia hapo. Kwenye swali <coughs> la kuhusiana na, <coughs> na kuandikia na kuandikiwa wimbo, mara mwisho dogo Sergeant na Paten ametoa ngoma gani? Si ndio ile? Salio. Salio. Baada ya hapo Paten alitoa ngoma ngapi? Kwa wale ika, na... afande. Eh uh-huh. Ambayo afande? Mm. Uh-huh. Sergeant na Paten ni wote wameitunga. Na ndio maana hata mdogo Sergeant alikuwa kwenye baadhi ya interviews anaimba afande ila anaimba katika sawa tempo ninge, ningewezaje? Sijui ungewezaje, kaandika mwenyewe na sikupendi mwenyewe. Sasa kwa nini isemekane kwamba upepo kuandikiwa na na na Sajenti ngoma kwao? baada ya hapo, ndio maana aonekani. Mbona hizi ngoma kaandika mwenyewe na zimefanya vizuri? Sasa baada ya hapo, je, amesikika tena? Hajasiki. Ndo hicho watu wachizungumza kwamba uwezo ule wa kuandika na kutunga mm. ni mdogo na ndio maana akitunga kitu kidogo anakaa muda mrefu ili kutoa kingine. Yes, na ni kitu ambacho ni kibaya sana kwenye soko la muziki mno, mno, mno. Yaani hakuna kitu kibaya mm. kama kuvuta pumzi ndefu sana, usivute pumzi. Yaani weka jiwe juu ya jiwe, bandika bandua mm. kata mti, panda mti. Sasa waswahili wanakwambiaje? Paten kafanya nini? oh. Vipeperushi vinasamba, eti anatafutwa, imepotea. Ndio eh. Hey. Watu sasa wanasema kwa mujibu wa maneno ya watu yani, kafungiwaje? yani, yani, tuangalie, tuangalia amefungiwa mboso kwenye ile video jivu, alivyofungiwa Paten vile, vile, mshangazi, vile. Vile, vile. We usiniambie mtoto kajinyakulia oh. <laughs> Ah bwana, sio kweli. Mi nadhani tu kuna mm, wakati pia hizi vutani kuvute za maisha zinafanya mm, pia unasahau karia yako, ama unaituliza kwanza karia yako alafu unafanya vitu vingine vya maisha kwanza. Sizani kama ni kweli Paten atakuwa ame- ameacha kuendelea na kutoa ngoma kwa sababu tu amefungiwa hivi. Unajua ka Paten atakuoa <laughs> sielewi amoe nani sasa ndio sasa, nakurudisha nyuma, kati kubiza na mitihani, akataka aoe alikuwa e? Ataka aoe mwanamke awataka kumuoa akaja kuonekana na mtu mwingine na video zikavuja, wanafunzi e. Hakuna anaesoma pale, hakuna yaani anaendelea na shule pale, hakuna anaesoma wote wako bizi na maisha sawa. Paten kafungiwa, Sejenti katoa, ndio anafanya ngoma e. mm. ngoma zake zina, zina, zinaendelea ku, yani sezungumziai, upepo wake unaendaje? Upepo unakwenda vizuri, lakini mapokezi ya watu yako negative kwa sababu mm. wakati Sejenti na Pateni mm. wanaanza mziki wanatoboa, yeah. Sejenti alipewa nguvu kubwa, alipewa nafasi kubwa yawekwa maarufu kuliko Paten. Paten alivyokuja kuzungumza kwamba yeye alikuwa hapewi nafasi na nini, vitu kama hivyo, mm. watu ikabidi wamgeuzie uh, upande wa upa, upande sent wa, waachane naye wamsapoti. Ikaa kipindi Sergeant akawa anaandamwa kwenye mitandao, anasemwa sana mm. wewe ndio kichanzo, mpaka anateseka ana uwezo kuliko wewe na nini vitu vingi msfic kati ya Paten na Sergeant. Sergeant ana nidhamu sana, yeah sure. mm. Ni kweli ana nidhamu mno, angalia, fuatilia hata interview zake nyingi eh hey, ana nidhamu sana yani Paten yuko yani kora... eni... Sergeant yuko lazima kulikoni kujibu vibaya mm. yani bora asijibu eh yeah. Nilifuatilia hicho kitu ani hata mwangalia tu, ukiwaweka Sergeant na Paten mmoja hata kimwonekano <coughs> unamwona Sergeant ni kijana fulani hivi ambaye yuko cool yeah. sawa hana mambo mengi, so jeuri, so kiburi. nshu ambayo ilitokea yeye na Chino kabla ya kusolve, angekuwa ni mtu mwingine, angekuwa ni ndugu yetu, angeongea vitu vingi sana ambazo huenda ni shit pia, sawa, lakini yule lazima <coughs> tusubiri. Nitakuja tazungumza, akaja kazungumza kaelezea kitu kikawaida, kwa kwa sio kupanic labda mm. mikataba ile, pesa si unajua tena, na kujikizi yani kawaida, yani ni mtu ambaye anarizika, lakini ingekuwa ni mtu mwingine, mwa fulani, vitu vya habari vingekuwa vizito sana Awe. mtu fulani apasuka ya moyoni. Na kwenye muziki pia, wasanii kama wajui, muziki unahitaji nidhamu sana sana mno. Kuna kipindi pia Hmm, kuna wasanii wawili ambao waliyumba kidogo kwenye muziki, kasemekana kuna wakati pia jeuri ndio zimewapeleka kule, yeah. Tunakumbuka mzazi mwenzie na kufikia ndio tunakumbuka Baraka Da Prince walizungumza kama watu ambao ni majeuri. Kuna wakati sasa, ukiweka jeuri nako pia soko halihitaji <coughs> watu majeuri, yeah. Soko inahitaji nidhamu, kwa hiyo hivyo muziki unahitaji nidhamu ya hali ya juu, hmm. Soma soko inataka nini, jifunze pia kuishi na watu ambao wanakupa sapoti kuna wakati pia ukiweka kiburi kwa meneja, unajua meneja meneja ni, japokuwa wewe msanii, kuna hela unaingiza nyingi, lakini meneja ni bosi wako. Meneja bosi hata kimungu ukifanya sha fyokofyoko, sababu meneja ndio anajua connection, anajua machimbo yote, akupeleke wapi, akuache wapi. Ndio maana kuna asilimia kubwa wasanii ambao wanaona wanasimama wenyewe kwa muda, wanayumba sababu hawana management. Mm. Lakini ukishakuwa manager ndio unajua kazi zako zinaingiza shilingi ngapi, akutafutie show, show hii itakulipa, show hii ikulipi, watu gani socialize nao, ufanye kitu gani, mm, akutafutie collab, sio leo vizuri. Saa zingine pia kama unajua kuandika akutafutia tu kuandikia manager. Sasa sure, kusema umletee kibuli management ndio mwisho wa siku unakuja ufanye nini, unalala njaa. Unaanza kusingizia Naferi. Oh tunazurumiwa, mm. Oh sijui mambo mambo gani. Mambo yanakuwa mengi managers, sana. Kwa hivyo tusipoangalia ama mashabiki pia wasipoangalia, wanaanza kushangaa na mbona Sajenti mbali sana. Japokuwa Sajenti wakati kwa kwa alitulia, wanaanza kushangaa kama mm. wakamwona mbali sana. Sajenti ana sauti unajua kwani yule yule hana sauti? Ah, ana sauti nayo, lakini Sajenti ana sauti kuliko kuikdali nilipanda ezaji Sauti, sauti. Sauti zina mambo yeah. Sauti zinamaliza watu watu, kiwapa nafasi ya kuwasikiliza umeku, umekwisha kuna watu yani, oh, uchawi wao kwenye sauti, uchawi kwenye maneno kwenye Uvisha, ulimi. Hmm. E, nasikia wewe naye pia kwenye sauti umchawi kweli. Sijaanza ah, si kuimba ujaanza kuimba ujaanza, si kweli, ujaanza kuimba nilikusikia, kuona unachana nachana kweli, yangunywa e, wa mchongo ah, yangunywa wa kuchemsha <laughs> wa kuoka <laughs> Sawa bwana. Je, wewe katika kufuatilia kwako mm, e, unahisi Pateni atakuwa nakubwa na kitu gani? Maana Pateni haonekani kutoa ngoma mpya, kokoto lile, haonekani kushirikishwa kwenye kolabo zozote. Tumeona kuna ukimya ambao unaendelea katika muziki wa dogo Pate, sure. Je, hii kwake nini kinamwendelea au je ni afya katika muziki wake? Mm. Au unakwenda kupotea ah? Afya mm. ya kuna wakati napo pia mziki usipomwagilia kidogo, ukapata rutuba kabisa, usipoutia mbolea unafifia, unanyauka, una kabisa kama maua mm. <laughs> na huwa likinyauka kulifanya lichanua tena ni ngumu, hata upande maua mengine. Sawa, sisi tunasai bwana, kuna muda napanda subiani, kuna, kuna muda, muda napanda, napanda makata, unajua hapo kuna muda si. Kuna muda nafikiria si nini ni nimevumilia mengi. Kama nini shako kama mapenzi angekuwa pesa za hili sasa ingetoka kwa manara mapenzi. Kwa nini mstari wote huo mstari huo tu? Kwa nini mstari wote unzimbe vizuri? Umekuta kwa zailisa hapo kwa nini, <laughs> nini achane ah, kama manara? Kama penzi ingekuwa pesa. Eh. Ujua sa wanawake wengine hawafati pesa, wanafata amani. Kama mimi tuwa.